Karibu sana mpenzi mtazamaji na shukuru sana kwa kujiunga nasi. Siku leo tunaangalia jipu kwenye njia ya haja kubwa. Jipu kwenye njia ya haja kubwa ni mkusanyiko wa usaha katika eneo la kutolea ile haja kubwa ambao watu wengine huita mkundu. Kwa hiyo, katika eneo hili kunapokuwepo na jipu na hiyo ndio tunaangalia hapo, tunaangalia dalili zake, sababu zake, matibabu yake lakini pia matarajio ni nini ha, baada ya ku ya kupata tatizo hili na namna ya kulizua. Karibu sana uwe nami mpaka mwisho. Sasa ukiwa na shida hii kunakuwa na uvimbe au kinundu chekundu, kinachouma kwenye njia ya haja kubwa. Unaweza kuwa unatoka na usaha kwenye mkundu, lakini pia unapata maumivu wakati wa kujisaidia haja kubwa na wakati mwingine mtu anakuwa na homa. Sababu ya jipu kwenye mkundu zipo nyingi lakini kuziba kwa tezi zilizo kwenye sehemu ya njia ya sehemu ya kutolea haja kubwa ndio sababu kubwa, lakini pia kunaweza kukatokea ufa kwenye njia ya haja kubwa ambao unapata maambukizi na, lakini pia kunakuwa na maambukizi ya magonjwa ya zinaa pia yanaweza kachangia hii. Kwa watoto wadogo, mara nyingi inakuwa ni kwa sababu ya ufa kwenye njia ya haja kubwa. Yapo pia magonjwa mengine ya utumbo kama Crohn's disease au diverticulitis, haya pia yanaweza kusababisha ukapata majipu kwenye sehemu ya kutolea haja kubwa. Mtu ambaye yuko kwenye hatari zaidi ya kupata jipu kwenye mkundu ni mtu anayeshiriki ngono kinyume na maumbile, mgonjwa wa kisukari, mtu mwenye ugonjwa wa utumbo kama Crohn's disease au ulcerative colitis, na watu wenye kinga hafifu ya mwili. Kwa mfano mtu mwenye ugonjwa wa ukimwi au mtu ambaye ni mzee sana au mtoto sana. Watoto wachanga pia wanaotumia nepi huwa wanapata shida hii mara nyingi zaidi. Ukiwa na tatizo la jipu kwenye njia ya haja kubwa, tiba ya jipu ni kulipasua na kulikamua. Unaweza pia kuweka maji ya uvuguvugu kwenye beseni, ukayakalia. Yatasaidia kupunguza maumivu, uvimbe na kusaidia jipu kuiva haraka kwa ajili ya kukamuliwa. Kwa hiyo unaweka maji kwenye beseni, maji ya uvuguvugu, afu unakaa mle ndani. Baada ya kukamuliwa, daktari atakupatia dawa za kupunguza maumivu na atakupatia dawa za antibiotiki ili kuzuia maambukizi zaidi. Asa, ili kuzuia jipu kwenye njia ya haja kubwa ni vizuri kujikinga au kutibu maambukizi ya magonjwa ya zinaa uh, ili kupunguza uwezekano wa kupata jipu kwenye njia ya haja kubwa. Kama we unashiriki uh, ngono kinyume na maumbile, tumia kondomu ili kupunguza uwezekano wa kupata maambukizi katika eneo hilo. Kama una mtoto uh, mbadilishe nepi zake mara kwa mara kwa hiyo na kumsafisha mtoto vizuri kutamkinga, ili asipate ufa kwenye njia ya haja kubwa, hii itamkinga pia asipate majipu. Tunatarajia kwamba baada ya matibabu mgonjwa anapona kabisa na anaendelea na mambo yako kama kawaida. Matibabu huwa yanaondoa kabisa ile tatizo na linaondoka, na endelea kuwa na hali njema. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha